Onyesho lililopita katika ukurasa mpya. Naaja gani ya nini? Unajua kama Naomi anaumwa toka usiku wa juzi kwa mkeja leo. Matatizo, wanadamu kawaida usikate tamaa jikaze barida we matatizo matatizo yeah. Jikaze matatizo tumombiwa vyumbe hai oh, oh, oh, Usilalamike Jikaze matatizo, tumumbiwa viumbe ai, usilalamike, utamkufuru letu leta duniani. Achana zile, zama hizi zama mpya, usitupe kitabu, fungua kurasa mpya Yeah, achana zile zama, hizi zama mpya, usitupe kitabu, fungua kurasa mpya yeah, yeah, yeah, yeah. Jikaze matatizo tumombi wa viumbe hai, oh, oh, oh. Usilalamike utamfufula letuleta dunia, jikaze matatizo tumumbiwa viumbe ai, usilalamike utamkufuru, waretureta duniani. makini wa hali ya juu hataki kero, hataki stress za mara kwa mara sio? Sawa. Eh, hey, hey, anytime anatakiwa awe happy. Sawa. Eh? Hey? Ukifanya hivyo utakuwa ni miongoni mwa tiba zake. Eh? Mimi sasa kwanza nisemea asante sana, nashukuru sana kwa sababu sina cha kukulipa. Ah, umekuwa mkarimu na Mimi wako Mr. Jacob nimeupata na, na pole sana kwa matatizo. Uh, Mimi ni sema asante kwa mwalimu na shukuru sana. Lakini matatizo mwalimu, niseme binadamu tunaambiwa tunabudi kama viumbe kuyapokea hayo mapokeo kutoka kwa Mungu. Sawa sawa. Eh, madaktari wametueleza Naomi anasumbuliwa na nini zaidi? Maelekezo yao baada ya vipimo Naomi anasumbuliwa na moyo mkubwa. Pole. Eh, inaumiza kwa kiasi, ukitangalia na hali yenyewe lakini tumepokea marini, tumepokea tu kama kama sehemu ya, ya maisha. Na maendeleo yake kwa sasa yakoje? Kwa sababu ukiangalia umri wa Naomi na ugonjwa huu uliompata naisee, sipati picha anakuwa na, hali gani. Mdogo wako ni historia ndefu kiasi mwalimu, kama siku utapata nafasi, basi utazungumza kifamilia zaidi, lakini ni historia ndefu sana mwalimu. Mimi niseme tu kwamba Maendeleo yake anaendelea vizuri. Hata hivyo, tumepata ruhusa hospitali, naumi huko nyumbani, na mimi Jumatatu panapo uhai, anaweza kajiunga na wazazi kwa masomo. Taarifa zake nilizipata pia kutoka kwa mwalimu wake wa darasa, lakini nikuombe tu umfikishie pole zangu na, na, na nikipata nafasi na mimi ndani ya hii weekend nitakuja kumuona. Na mimi atafarijika sana. Asante sana mwalimu. Shukrani kwa kushirikiana nimefurahi eh, sana nimefurahi. Nashukuru sana kukuta hapa. Maana yes, and... wiki yote masomo ni ban. Ujambo wako nilifikisha kwa mwalimu mkuu sana, sana. Eh, tamani yeah. Na hu kuhusu hali ya Naomi inaendeleaje kwa sasa? Nashukuru Mungu inaendelea vizuri. Amepata ujambo, nashukuru pia

Usitupe kitabu, fungua kurasa mpya, achana e, zile zama. mm -hmm. Usitupe kitabu, fungua kurasa mpya, achana e, zile zama, hizi zama mpya. Kile ninapokuangalia inamijia taswira ya baba umefanana mm -hmm. Yeah. sana na babako hadi pua <laughs> <laughs> Kwani leo umeamua kumtaja marehemu baba? Inaonekana umemkumbuka sana. Ni kweli, nimemkumbuka sana. Moyo ulionao hauna tofauti na moyo aliokuwa nao marehemu babako, na moyo huo aliurithi kutoka kwa marehemu mke wangu ambaye ni mama yake yeye, lakini wewe umerithi moyo yani, wa pande mbili, yaani upande wa marehemu bibi yako na upande wa marehemu baba yako, na kila ninapokutazama naiona kesho yenye mafanikio kwako, babu. Kwani baba yangu alikuwa ni mtu aina gani? Babako alikuwa ni mtu mmoja mcheshi sana, na alikuwa ni mpenda amani kama alivyokuwa marehemu mama yake, na alikuwa ni mtafutaji, na alikuwa ni mtu mwenye huruma sana mm. Kwa kweli nakumbuka sana maremu baba yangu hata mama yangu pia, japokuwa sikuwahi kwao. Ndio maana mara nyingi wanamuomba Mungu akupe maisha marefu zaidi, kwa sababu umebakia kuwa kama mama yangu, umebakia kuwa kama bibi yangu, umebakia kuwa kama baba yangu. Kila kitu nachokiona hapa duniani kina mwisho wake. kama alivyosema marehemu Dokta Remi Wangala, kifo kifo kifo. Ni kweli, kifo hakina huruma. Babu, ngoja nikuwacha, pumzike, wewe utakuwa umechoka. Sasa nataka niende <coughs> nikutane na dokta ili niweze kujua nini ambacho kinaendelea kwa upande wako sababu nimeona hali yako kidogo inakuwa inaridhisha sasa hivi eh? Babu, inaonekana babu <laughs> yako anakupenda sana nimeona. Kwa nini nimeona? macho yangu yananiambia kuwa babu yako anakupenda sana ni ah, kweli hata mimi nampenda pia kwa sababu yeye ndio kila kitu katika maisha yangu. Okay, so naweza kusema tu dokta, nashukuru sana, nashukuru kwa ukarimu wako, upole wako na juhudi ambayo umeionyesha yangu mpaka kuhakikisha narudi katika hali yake ya kawaida. Kwa dokta, nashukuru na, na, na sana And before that, kabla hujaenda nyumbani, um, make sure jamani akiwa nyumbani anakula vyakula vizuri, na uangalie afya yake kulingana na magonjwa yake aliyokuwa nayo. So, okay, before you go unganisha na uye muoneshe hapo katika dirisha apate kulipa malipo yake. Okay, okay. Okay, thank you. Ah, ah. Nashukuru sana. I have a nice day. Ah, yeah. Okay, bye. Yakenashkuu <laughs> an Namshukuru Mungu, sijambo kwa kweli kweli. Hata mi taswira ya, ya sura yako naiona, unaendelea vizuri, naniko na tumaini. Eh, Mungu mkubwa. Nashukuru ulinimisi. Eh, ni kweli nilikumisi sana, shoga yangu, sio kweli? Sasa kama ulinimisi kunona hospitali hivi, Monica, unanipenda kweli? Nakupenda sana shoga yangu, nasiwezi kufanya hivyo. Juzi nilikuja hapo kuna usiku kukuletea daftari, ndio kaka yako akanipa taarifa za ugonjwa wako na akaniambia ikatoa taarifa shuleni. Kwani kaka yako hakufikisha wangu, akufikisha ujumbe wangu kwako? Eh kaka, surprise yangu? Ah, am jambo. Surprise yako ipo bado kupewa tu fika wakati wake nitakupa. Nimewahi kusikia surprise. Eh? Surprise, yeah. Nani, mm-hmm. Kusikia na akamwambia kitu nataka kumfanyia, itaendelea kubaki kama neno la siri inakaa kwenye kitako cha moyo wa mtu. nataka kumwambia mwenzake, kifika wakati wake nitakwambia, sawa sasa huyu leo dawa yake tumkimbiza mpaka atuambie msao. Kama anaitwa Jacob Isaac Gamba, mi ni mjukuu wa mzee Mkanapoka, si hatukuzaliwa Vuga, tutoka katika milima ya Uruguru inga bibi wa babu alizikwa Usambara. Hata ukenikimbiza siwezi kukumbia. ila ikifika wakati wake

Usitupe kitabu, fungua kurasa mpya <coughs> achana yeah, zile zama. <coughs> Usitupe kitabu, fungua kurasa mpya <coughs> achana yeah, zile zama, hizi zama mpya Faliya wapi? Nenda tu hapo dukani. Unaenda kupata nini tena shoga? Nenda kuna mafuta taa. Poa shogangu, ngoja nikafate maji, maana motani hatuna ka maji. Lakini baadaye lazima nije kwenu kweli? Nakuja kuje shoga. Shogangu, hata usijali. Poa, baadaye Ha? Naomi. Thomas. Mambo vipi? Pole sana Naomi. Nasikia ulikuwa umelazwa. Ni kweli. Asante. Lakini uliposikia, ulipolazwa kwa nini kuna hospitali? Hapana Naomi. Taarifa za kulazwa kwako sikuzipata kwa wakati. Na ndio maana hapo naponya nilikuwa nakuja nyumbani kwenu kukuona na kukujulia hali. Vipi lakini kwa sasa unaendeleaje? Ah, mimi namshukuru Mungu sijambo sasa hivi ulikuwa unasumbuliwa na nini? We Thomas, acha tu, madaktari wamegundua kuwa na tatizo la ugonjwa wa moyo. Ugonjwa wa moyo? Ndio. moyo umefanyaje? mm. yaani moyo umetanuka umekuwa mkubwa. See, pole sana, lakini Mungu ni mkubwa, atakusaidia utapona tu. Asante sana Thomas. Ndio hivyo sasa. Huku ulikuwa unaelekea wapi? Nilikuwa naenda hapo dukani. Hapa sasa itabidi nirudia hapa hapa, maana nilikuwa nakuja kwenu kujulia hali kwa sababu nishakutaa Hivi kiatizama maisha yetu jinsi alivyo, unajifunza nini? Kuna kitu ninajifunza, kama si kimoja ni zaidia. Nikuuliza swali. Lakini uko unakula saa, unafahamu nini juu ya e hesabu? Ni makadirio ya e biashara mm nafahamu kwamba inavyopatikana moja basi mgawanya kuzidisha uji mara mbili, hapo ndipo utapata faida biashara. Lakini kwa nini aniuza kuhusu biashara? Maisha ni ya falsafa ya makadirio kuweka bakaa, lakini na kuhisi unachokifanya kinaweza kikawa ndio, kwa wakati mwingine vute unavyoishi. Kila mmoja anaishi kutokana na Mwenyezi Mungu alivyomwandikia maisha yake. Ni kweli, lakini bado sikipata ufafanuzi. Kwa nini unapenda kuongea maneno mengi ya tafsiri na maana tofauti tofauti? Ndugu wangu, kila kitu kinakuja kwa wakati, kwa wakati, wikifika, kina kwa wakati na wakati ukifika kunakuwa kametumia, na mi naamini huu ndio wakati wa mimi kuelekeza kile ambacho nilikuwa nataka nikuongea siku moja. Ah, ndugu poa, basi nakuja Mbona hujanieleza? Wacha mimi niwahi. Sawa, usijali usikie. hapo kama vile hilo, bila simu yako nisingepata matunda. Naamini kwamba ndugu yangu wa dhati sana. Ni kweli ndugu yangu, hata mimi niliona hii, ndo maana nikapokea simu wala sana, unaona no. watu walikuwa wengi hapa na bwana, msimu huu, yani ya matunda, alikuwa anakaribia kuisha. Shukran kwa kunusuru gari wangu. Najua utakiwi kujali kwa sababu mimi na wewe ni marafiki wa muda mrefu sana. Sisi wote tumecheza pamoja mpaka leo tunapigania maisha pamoja. Eni ndugu yangu au ndugu wetu wa dhahabu, pia sina cha kusema zaidi ya kwamba na nashukuru na na na tumezungumza mengi. Hebu nijuze hali ya mgonjwa. Mgonjwa anaendelea vizuri, anapo majaliwa wiki ijayo atakwenda shule. Lakini kama yeye anasikitika, mimi nasikitika zaidi, au kuja kumuona hapo. Ah, ni kweli ndugu yangu, nachokiomba tu kutoka kwako unionilie rafiki kabisa na, na kuahidi leo jioni laimash ala salamu zako mimi siwezi kufikisha, ila nataraji kuiona sura yako. Naomba pia atafurahi kukuona dada yako, dada yangu, dada <tipa> yangu, dada yako pia furaha yake standard. wananitazama huko kinicheka sana, mana maisha yamenipiga mpaka. Nakumbuka zile zama, huzuni menitawala, sina hata mtu wa kumlilia shida na fosi sana, mchana mengi yananipita mimi ninalala japo. Oh, ukurasa mpya na mambo mapya, ukurasa mpya na ukurasa mpya na mambo mapya, ukurasa mpya, kaka waleo, wadada waleo, ukurasa mpya, mama waleo, wababa waleo, ukurasa mpya, wabibi waleo, wababu waleo.